Katika juhudi za kuimarisha uhusiano mwema wa kidiplomasia, rais William Ruto alizuru taifa la Uchina kwa ziara ya siku nne. Rais William Ruto akionekana kupiga debe taifa la Kenya na Afrika kwa ujumla na kuwakaribisha wawekezaji wa Uchina kuwekeza nchini katika sekta tofauti zikiwemo za kilimo, ujenzi, uchumi samawati na pia uboreshaji wa miundo msingi. I invite Chinese investors to explore...

Rais Ruto akipigia upato ushirikiano wa kiteknolojia na pia akileunde katika taifa la Kenya akipea na mfano wa Silicon Savannah na pia Konza Technopolis. biotechnology, and the creative economy. Kenya's Silicon Savannah is established at Konza Technopolis and our upcoming national artificial intelligence strategy offers a unique platform Rais amelalamikia ukosefu wa uongozi bora katika Benki ya Dunia na pia IMF kwa kukosa kutilia maanani kukuza miundombinu ya kifedha kwa mataifa yanayohitaji usaidizi.

Aidha ameshinikiza kuwepo na utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na changamoto za tabia nchi, akidokezea kuwa bara la Afrika linaathirika zaidi na utoaji wa gesi chafu kutoka kwa mataifa yaliyokuwa We have scientific consensus that these extreme weather events are human induced. But even if it were otherwise, decarbonization of the economy is progress in its own right. Conservation of nature and clean air are desirable ends in and of themselves. Rais ameshuhudia pia kutiwa saini kwa mikataba saba ya maelewano na kibiashara kati ya Uchina na Kenya. Fredrick Kwambua, Undugu TV.